Kuna, kuna, kuna story mbaya hapo. Kuna kijana ah, yaani hmm, mpaka anauliwa hey. Mimi naonanawalia eh, eh. muua <coughs> nawajua mama. Hey. Ukisema ulipoke unajua tena mkono wa serikali si hey? Ukienda kutoa ushahidi na wewe hey. mwenyewe, kifungo cha maisha. Eh. <coughs>